Usipoe kwa sababu Mungu anataka kutuhudumia kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, ninawasalimu sana na ninawapenda. Nilipopata hii nafasi na nilipoambiwa, nilijitahidi sana kujitetea, lakini haikuwa rahisi kwa sababu Mungu alikuwa ameruhusu siku ya leo iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe, na nikakumbuka baba alisema, usiwe mbishi sana unapokataa kubili, kwani unakataa ni niliolewa 2016 katika hili kanisa sijawahi kupata siku kama hii leo kuhudumia kanisa. Kwa hiyo Mungu alikuwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo nilipokuwa niko ninaandaa masomo kwanza, ukipewa hii nafasi, naomba nikushuhudie kidogo, inakufanya uwe karibu sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inakufanya ujitahidi kuchukua Biblia hata kama ulikuwa usomi wakati naandaa somo, kila sehemu nilikuwa nagusa. Kwa hiyo lazima ufungue tu usome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imenipa imenipa na imenipa kupanda kiwango fulani kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba twende moja kwa moja kwenye somo. Jumatatu tulijifunza mali hapa, Jumanne tumejifunza, Jumatano tumejifunza, jana tulikuepo hapa tumejifunza, wanawake tumeelekezwa, wanaume tumeelekezwa. Kwa wakati naandaa somo nikawa nimeandaa masomo kama matatu, nikawa namuuliza Mungu. Kila nikiandaa somo linalohusu nikazungumzie mwanamke, Mungu anasema wameshajifunza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, jana wamejifunza. Mungu akawa amenipa somo tofauti kabisa, lakini ni kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Somo langu la leo linasema ijue sadaka iliyotolewa katika malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Ijue sadaka iliyotolewa katika malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Lango ni nini? Lango ni kitu chochote kile kinachoweza kupitisha kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiwa kwenye wiki la wanawake, tujue pia sisi hata wanawake ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeaminiwa na Mungu, sisi wanawake ni lango. Kwa nini? Tunabeba watoto, sisi ni lango kwa sababu tumebeba baraka, na sisi ni lango kwa sababu tulimbeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Kwa unapotembea mwanamke, tembea kwa ujasiri kabisa, ukijua wewe ni lango. Bwana Yesu asifiwe! Hapa nimeandaa aina nyingi sana za malango. Bwana Yesu asifiwe! Ah, kuna lango la utumishi. Bwana Yesu asifiwe! kuna malango katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna lango la kazi, lakini pia kuna malango ya umasikini, kuna malango ya ukoo, kuna malango ya uzao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu leo ametusemesha akasema, ijue sadaka iliyotolewa katika malango yako. Huwezi kwenda mahala pasipokuwa na mlango. Bwana Yesu asifiwe. Tuko humu kanisani tumeingia kupitia mlango. Kuna mlango ulioruhusu sisi tukaingia kwenye hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama pale tunapoamua kuokoka, tunapoamua kumfata Yesu, huwa tunachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea, unaenda, unaenda, unampokea mwenyewe Yesu. Jinsi unavyokili mdomo wako ni lango, unapokili kuna kitu kinaingia ndani ya roho kupitia huu mdomo ambao ni lango limekubariwa na Mungu, kwa hiyo hata Roho Mtakatifu pia ni lango. Ni lango kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ndio anayekufanya ufike kwenye ile ahadi ambayo Mungu ametuahidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapotembea, tujitizame sisi wa Kristo, tujue kwamba mimi ni lango, mimi mama ni lango, mimi shemasi ni lango la watu wengine kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unapokumbuka kuwa wewe ni lango na Mungu amekuamini uwe lango, huwezi kufanya mambo ambayo hayampasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitambua mimi ni mama, mimi ni lango. Mungu ametuamini sana wanawake, tunabeba watoto tumboni, tunawazaa watoto, sisi ni lango. Tupo pale nyumbani, kuna malango ya nyumba yako mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu mtu kuingia kunajisi malango yako Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu utanielewa baadaye kwa nini nahubiri kwa sababu ya malango, au kwa nini Mungu amenipa ujumbe kuhusu malango. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu malango unayoyaamini mtu ayatumie tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu mlango ambao Mungu amekupa imani uishikilie ili uweze kufika mbinguni, mtu akutoe mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe una mtumishi wa Mungu mahali hapa, yeye ni lango la sisi tuweze kufika mahali ambapo tunapaswa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa unatambua haya, au ukielewa mchungaji wako uliye naye ni lango, lazima umbebe kwenye maombi. Ukijua wewe ni mama umepewa watoto, lazima ubebe watoto wako kwenye maombi. Ndio maana Baba kila siku anasema, unaweza ukaolewa mahala sehemu fulani Haujui ule ukoo ukoje. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanamke, unaweza ukawa lango la wale watu kule ulikoolewa, wakafika kwenye ile hatima ambayo Mungu amekusudia. Mchapia Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyeenda kwenye ule ukoo, baadaye nitarudi kwenye point, utanielewa. Unaweza ukawa sababu ya yale malango kuwa tofauti. Unaweza ukaingia mahali hapa kwenye hili kanisa ukawakuta kuna misingi mizuri. Ndio maana nasema usiruhusu kila mtu kuingia kwenye malango yako akakuharibia kile ambacho mungu amekusudia kwenye maisha yako. Ndio maana hata kwenye makanisa tuna mashemasi. Bwana Yesu asifiwe, wanasimama pale kwenye malango, wanaona kama kuna hali ya tofauti mapema sana, huwa wanasimama. Kwa nini? Ukiingiza mtu kwenye lango lako akaingia mahali pale, anaweza akaharibu kama hana ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninasema ijue sadaka iliyotolewa katika malango yako. Nimesema kuna malango ya mtu mwenyewe mhusika, kwenye mwili wako una malango, kuna malango ya kazi pia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba twende moja kwa moja na vitu ambavyo nimeviandaa kama vitano. Nasema kuna mazingira yanayoweza kutokea kwenye lango la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni mazingira gani? Jambo la kwanza ninaomba uandike, lango linaweza kubomo, da, lango linaweza kubomoka au kubomolewa. Naomba mtu akae ah, karibu na Biblia anisomee Nehemia moja mstari wa kwanza. Naomba unisomee Nehemia moja mstari wa kwanza. Lango linaweza kubomoka au kubomolewa. Sema habari za Nehemia mwana wa, wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa ishirini, nilipokuwa nilipokuwapo Shushani ngomeni. Naomba unisomee zeklamani 21 22 Ezekieli ishirini na moja mstari wa kumi na mbili ishirini na mbili, mm, anasema katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana weka vyombo vya kubomolea juu ya malango kufanya maboma na kujenga ngome Amen. Amina. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. kwa nini nimesema lango linaweza kubomolewa au linaweza kubomoka? Bwana Yesu asifiwe, lango linaweza kubomolewa au linaweza kubomoka mahali ambapo utaruhusu mtu ambaye hana ukuu wa Mungu au utaruhusu kitu kibovu kiingie mahali hapo. Wewe umesimama umekuja mahali hapa, unafundishwa maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaelekezwa, lakini anakuja mtu anakuambia mahali hapo uliposimama sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe, tayari amekuja kwa kukubomoa, tayari amekuja kukutoa kwenye njia. Bwana Yesu asifiwe, usiruhusu mtu abomoe malango yako ambayo umeyajenga kwa muda mrefu sana. Usiruhusu umaskini ukutoe kwenye njia ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu majaribu au mapito ya bomoe njia ambayo umeijenga muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi huwa inatokea mtu ameokoka akiwa mdogo, amesimama anahubiriwa habari za Yesu, Anajua Yesu, anajua kabisa kwamba mimi nikitoka nje tu kidogo, kila kitu kinakuwa kibaya. Lakini mtu tu anakuja anamwambia, umesikia leo mchungaji alivyohubiri au umesikia leo wamama walivyosema, mahali hapo sio sahihi, tayari amekubomolea lango. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu wamama, wa mahali hapa, tuelewe na tujitambue kuwa sisi Mungu ametuamini kuwa sisi ni lango. Tukitambua tu na tukielewa kuwa sisi ni lango hatutaruhusu ma malango yetu yabomolewe. Bwana Yesu asifiwe! Kwa nini nasema hivyo? Na sijui kwa nini leo Mtakatifu ananisemesha kwa habari ya hili jambo. Sisi wanawake tuna vitu vingi sana, tuna mambo mengi sana nimsema, mdomo unaweza ukawa lango. Bwana Yesu asifiwe! Unaweza ukaongea au ukawa mzungumzaji paka ukabomoa ndoa ya mtu. Bwana Yesu asifiwe! Unaweza ukawa mjuaji wa jambo fulani na tumekuwa tuna hali fulani tunapitia. Badala umuone mtu anapita kwenye wakati mgumu, au umuone mtu anaenda tofauti na zamani. Tulikuwa tunaona hata wazazi wetu, tulikokuwa sisi kijijini, ukitoka jirani akiona unaenda tofauti, anaweza kukurudisha kwenye njia iliyo sahihi, lakini sio sasa. Unaweza ukazungumza, unamwambia mtoto arudi kwenye njia ile mpasayo, akifika nyumbani anamwambia mamake, "Mama mama fulani aliniambia hivi." Kwa nini akwambia hivyo? Tayari umemtoa mtoto kwenye lile njia, umeshabomoa njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, malango yanaweza kulegea. Naomba unisomea Yeremia kumi na nne mbili. Malango yanaweza kulegea. Msomaji wangu, naomba unisomea Yeremia kumi na nne mstari wa pili, tuone Mungu anasema nini na malango yake yamelegea, wameketi chini, wamevaa kaniki na kilio cha Yerusalemu kimepaa juu. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaona pia malango yanaweza yakalegea. Ni kivipi malango yanaweza yakalegea? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini malango yanaweza yakalegea? Mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umezoea madhabahu, ukazoea kanisa ama ukazoea kwenye familia yako, kwamba we ni kawaida kufanya vitu tofauti na hautaki mtu akurudishe kwenye njia inayompasa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona malango yanaweza yakalegea. Sasa tufanye nini kama malango ya kilegea, ama tufanye nini kama malango ya kibomolewa? Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuomba, tumwambie Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie Mungu ninaomba unisaidie mahali pale ambapo nimejisahau mimi kijana, malango yangu yakalegea. Tafuta njia, tafuta sababu. Kama ulikuwa ni mwimbaji, muulize Mungu, kwanini mimi leo siwezi kuimba? Bwana Yesu asifiwe. Je, kitu gani? Je, kuna mtu alinirudisha nyuma, akasababisha mimi malango yangu yakalegea? Jua chanzo cha kwanini malango yanaweza yakalegea. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua tu chanzo kwamba kuna kitu gani kimesababisha malango yangu yakalegea Ukijua ni kwa nini Mungu atakusemesha kwa habari ya kuomba. Unapokuwa unaomba, mpendwa, jua kwanza chanzo. Unaweza ukawa unapita kwenye magonjwa, unapita kwenye umaskini, unapita kwenye jambo fulani, na kikawaida, tunapokuwa tunapita kwenye wakati mgumu, huwa hatuombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa mzima, mwambie Mungu nisaidie, omba. Mwambie Mungu nisaidie kutambua kwa nini siwezi kusimama kuhubiri? Kwa nini siwezi kusimama kwenye zamu yangu kama mwanamke? Kwa nini siwezi kusimama kwenye zamu yangu kama kijana? Kwa nini siwezi kusimama kwenye zamu yangu kama baba? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahala nimelegeza malango, napaswa kurudi kwa Mungu. Mungu ni wa rehema, huwa hashindwi. Unarudi mahali sahihi, unamwambia Mungu, niko tayari kutengenezwa, niko tayari kupatengeneza palipo legea, niko tayari kupakaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini magari huwa tunayapeleka garage? Kwa nini pikipiki zetu tunazipeleka garage? Hata Roho Mtakatifu yuko tayari kutuhudumia mahali palipolegea mahali ambapo panaenda tofauti, yuko tayari kutuhudumia. Ndio maana anasema yeye yuko tayari leo kesho na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mahali pote unapoona pamelegea, usimwangalie mwanadamu, tizama malango yako wewe mwanamke, lia. Dunia ya sasa hivi ni wewe na mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tizama, zamani tulikuwa tukisikia tu kama kanisa tutizame ni mahali gani malango yamelegea, na huu wakati sio wa